Tunaanza na taarifa kwamba vurugu ilizuka katika hafla ya mazishi ya Profesa Donald Siamba baada ya wafuasi wa seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli kurushiana makonde na wale wa gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Makeru Lusaka, baada ya seneta kuzua suala la kuwajibika, kuwajibikia mabilioni ya fedha zinazotolewa katika kaunti ya Bungoma. Hii ni taarifa ambayo inatufungulia taarifa zetu na imeandaliwa naye Eric Lumbasi. Seneta wa kaunti ya Bungoma, Wafula Wakoli, amesikitikia hali ya miradi katika kaunti ya Bungoma, akisema haitekelezi kwa njia inayostahili ikiwemo maslahi ya shule za chekechea. Mwanzo wa safari ya watoto ni nursery school. mwanzo wa safari ya vijana kujipanga ni vocational training centers. hili wiki limekwisha nimekuwa naomba na kurudia serikali ya Bungoma iwache kuwanyanyasa walimu wa Nazari School na wanafunzi ama walimu wa Vocational Training Centers. Mheshimiwa, Mheshimiwa my good friend governor, walimu wa ECD wana haki kama walimu wa university. Kama ni mshahara wapewe, kama ni allowance wapewe, kama ni refresher courses wapewe. Mambo ya kutisha walimu kwa kudai haki yao, mimi kama senator sitakubali. Ni governor na wizara yote ilikuwa kule Senate. Waliulizwa maswali na wakajibu, mengine walishindwa kujibu. Mbona saa hii hawataki niongee? Niseme nisiseme, niseme nisiseme, unataka nitishwe? nitishwe nini? kwa sababu ya heshima ya mama. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka amekosoa hatua hiyo akisema viongozi wana jukwaa la kuangazia utendakazi wa viongozi wala si katika hafla babadu, babadu, chanka, babadu, za mazishi atuwavchanga aanz uaoauaa

Kwa came. Hata hivyo viongozi katika kaunti ya Bungoma wametaka uongozi katika chuo kikuu cha Kibabii kupigwa msasa wakisema ni chuo cha kipekee kinachotegemewa na wakazi wa kaunti ya Bungoma huku wakitaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu kifo cha marehemu Profesa Siamba.

Mheshimiwa Spika a Moses Wetangula, tukiwa hapa tukizika huyu profesa, tunakupatia full authority and full support kama watu ya Bungoma kwamba the next vice chancellor ya Kibabi University lazima akue mtu mkakamavu na akue mtu ambaye anatoka Bungoma. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma, oh